Usianzishe biashara ya vyombo bila kwanza kutambua fursa za kuanzisha hiyo biashara. Kutambua fursa za kuanzisha biashara ya vyombo kuna changamoto zake, hivyo badala ya kuzingojea zijitokeze, inabidi wewe mwenyewe uzitengeneze. Mambo gani inabidi utekeleze ili ufanikiwe kutengeneza fursa za kuanzisha biashara ya vyombo? Kwenye video hii nitaeleza jinsi ya kutengeneza fursa saba za kuanzisha biashara ya vyombo. Vigezo vya kutengeneza fursa za biashara ya vyombo. Kutengeneza fursa za biashara ya vyombo kunafanyika kwa hatua nne zifuatazo. Kwanza kuchagua aina ya biashara ya vyombo. Jambo la kwanza ni kuchagua aina ya biashara ya vyombo ambayo unataka kuanzisha. Baada ya kuchagua aina ya biashara taratibu nyingine zitafuata. Mbili ni kuchagua eneo la biashara la kufanyia biashara ya vyombo. Baada ya kuchagua aina ya biashara ya vyombo ya kuanzisha, kinachofuata ni uchaguzi wa eneo la kufanya biashara ya vyombo. Tatu ni kutambua changamoto za wateja wa vyombo kwenye eneo ambalo umechagua kufanya biashara. Ongea na wateja wa biashara ya vyombo ili uweze kufahamu changamoto zao. Baada ya kutambua changamoto zao, jaribu kutafuta ufumbuzi wa changamoto za wateja katika eneo ambalo umelichagua. Nne ni kutambua fursa za kufanya biashara ya vyombo. Tafuta ufumbuzi wa changamoto za wateja wa vyombo ambazo zipo kwenye eneo uliolichagua. Iwapo utafanikiwa kupata ufumbuzi wa hizo changamoto, utakuwa umefanikiwa kutambua fursa za kuanzisha biashara ya vyombo. Fursa za kuanzisha biashara ya vyombo: kuna fursa saba za kuanzisha biashara ya vyombo kama ifuatavyo. Kwanza, kuanzisha biashara ya vyombo eneo ambalo halina maduka ya vyombo. Iwapo eneo linalohusika hakuna maduka ya vyombo ambayo wateja wanahitaji, hii ni fursa kwako kuanzisha biashara ya vyombo. Mbili, ni kuanzisha biashara eneo ambalo lina upungufu wa maduka ya vyombo. Iwapo eneo linalohusika kuna upungufu wa bidhaa za vyombo hii ni fursa kwako kuanzisha biashara kuziba upungufu wa vyombo. Tatu, kuanzisha biashara ya vyombo bora kuliko washindani wako. Iwapo eneo linalohusika kuna tatizo la ubora wa bidhaa za vyombo ambavyo wateja wanahitaji, hii ni fursa kwako kuanzisha biashara ya vyombo ambavyo vitakuwa na ubora zaidi kuliko vya washindani wako. Nne ni kuanzisha duka la vyombo ambalo linatoa huduma nzuri kwa wateja. Iwapo eneo linalohusika kuna tatizo la ubora wa huduma kwa wateja, hii ni fursa kwako kuanzisha biashara ya vyombo yenye huduma zinazokidhi matakwa ya wateja. Tano ni kuanzisha biashara ya duka la vyombo la kisasa iwapo eneo linalohusika kuna tatizo la maduka kuuza vyombo ambavyo vimepitwa na wakati, hii ni fursa kwako kuanzisha duka la vyombo la kisasa ambavyo vinakidhi matakwa ya wateja. Kuanzisha nane. Sita ni kuanzisha biashara ya duka la vyombo kwenye intaneti. Iwapo kwenye intaneti hakuna biashara ya vyombo, hii ni fursa ya kuanzisha duka la vyombo la kwenye intaneti litakalokuwa na vyombo vinavyokidhi matakwa ya wateja. Saba ni kuanzisha biashara duka la vyombo vya bei nafuu. Iwapo eneo linalohusika kuna tatizo la bei za vyombo ambazo ziko juu kuliko uwezo wa wateja, hii ni fursa kuanzisha duka la vyombo vya bei nafuu kwa wateja. Tumefika mwisho wa video yetu kuhusu kutambua fursa za kufanya biashara ya duka la vyombo. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na, na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.